Ile siku tulienda tulipata, ni positive ama ni negative? Eh, watu wangu, unajua nisikupeleke ma video mrefu sana na inweaonapa wenye mko na spana mliniambia nisiende mb... video mrefu sana. Eh, spana unataka, ajui kazi ya spana kazi ya

Ah, ah. Unajua nataka kumsikia. unajua kwa... unajua kitu anasema kweli. <laughs> yeah, eh, sipana, si kama ni, ni, ni tule, ni recognition, yani. Wapi? Eh, ujasema wapi? Wapi, yaani, like, sasa, for example, mi si niko na fans. Wapi? Eh, wa mafanzo wapi? Eh, kwa YouTube, for example, YouTube akona idea, amekuja na idea ukiwa live sasa. Wakiwa live chat hapo ndio naona maspana, kuna wenye wanaweka, anampea spana, permanent spana, eh, anaweza manage. Baada mtu akicomment vibaya anaweza delete message, anaweza mchomoa. Lakini msifanye hivyo, acha nichomoe peke yangu. Nikikuona unachomoa message ya mtu, acha iwe mbaya iwe nzuri, waache tu, bro, si ndio? Sasa tuingie, nimeona umecheka sana. Umepima ukedi siko baya. Okay. Bado sijapima. Nataka tuzungumzie hapa tuongee pole pole. Unajua ukitaja mambo ya, nataka nataka nataka kukusaidia. Yes. Uh, uh, unajua, unajua ukitaja mambo kama hiyo, uh, Kendi naona kidogo mm. Kendi. Tunataka tuzungumze vitu ambavyo tutatusaidia. Na naona kuna kitu nikutoe. Uh, si kwa macho. Iko hapa fanya hivi. Fanya hivi macho yako vitu zako e nakupanga Aha, Kendi, anataka Eh, swali moja ni ulilala na pita Tuliala, mm -hmm. naye mwanamke mm -hmm. sitaki atakumbuka. Badminton ako sawa, ko sawa, hiyo mchezo wa kitandani wenye nani. Naona anasema sekta ya kitanda ni kama ni mzuri. Leo kuna roho mbaya, lakini kama hiyo hmm. sekta hmm. ya hmm. kitanda hmm. ni fundi ndio kenye, ni kama mi sitaki, mwanangu, sitaki lalangi na maskini wa mama maskini. Hata nashangaa naje mi niache. Unajua sitaki kumpatia time. Mm -hmm. Sina hiyo time ya kumpatia. Ndio. Usipatie na usijaribu. Watu kama wao siwezi waste time yangu ama energy yangu, tunaongea naye na kufanya nini tena saidia na nini? So acha bongeshe. Na usiwe jaribu kuingia kuita kwa kwake uende. Kwa nini anaita kwa kwake aje bro? Ile Ile kwake nilienda kwa sababu nilikuwa na wewe. Ndio maana nilifika huko na daktari. Siwezi enda hata pande siku yake. Na ino natafuta ino sana. Kwa nani? Kwa kupitia hizo pesa yako gani ulitumia hapo? Ulikuwa ni kwako? Alikuwa wapi? Unajua amepotea, hatujui penye ameenda. Na huyu ni kama simu ama najua, nimemtafuta ma ukimpigia, ama kuna rehema anaweza anaweza nini juu hata ile siku yenye, unaona hiyo siku yenye tulikuwa hapo kisha yake, kuna rumors nilisikia, inalionekana na Rema mali. Rema yupi? Rema moja huyu, moja huyu tu, moja si huyu, moja wa nini? Sasa na mimi nazungumzia Rema yule mwingine. Kuna Rema wa kwanza. Ah, kuna Rema wa kwanza. Mm, kuna Rema mwingine, inawezekana mpaka na yule Rema huyu mwingine. Kwa hivyo ni ama amempenda Rema wawili. Juu ya mwingine pia mkost yule mrema Mtanzania. Kuna rema mwingine hapo Mkisi. Sasa kuna huyu mgi, huyu, huyu shetani huyu mwingine huyu. Huyu wako ex mwenye alikuwa wako, I mean, mwenye alikuwa, of which I regret bro. Na watu walikuwa wanasema wamependa tu makalio. Ah, ati si kupenda, ati nilipenda makalio. Kolo focus, focus. Bro, na focus bro. Focus, focus. Tulikuwa kwa nini, swali lingine hapa? Ah, yeah, you know.

Sawa, hmm, mpate mtafute, ngekuwa nikuniweni, ngekuwa shaniweni kitambo, ngekuwa umefuruliza akaunti yangu uzuri. Mi sikwange na pesatn, yeah. Sina shida, bora ujue connection za watoto kwa na pesa utakuwa unapita uku oh, za um, watu wa pesa wanapita tu, um, na kuna mwingine pia anasubiri kutoka jamani. Sawa, tutamsubiria. Mimi <laughs> We... uh, uh, nimesema jamani, si jamani ya ukweli, watu wangu, nikuwa na mdanganya natoka hata una pesa ya kujilisha bibi yako bibi bibi mgani? apita tusikia ibu Yeah. Okay. tulikuwa tunakula pesa ya pita, mi sijakata kwa sababu sikuanajua mwezi zitafutia. Ningejua ah, nilikuwa naleta pia mi nilikuwa naleta kwa, kwa tebu pale nilikuwa naleta nikipata mashuhuri unapata pesa wapi, kama si kitu? Udem udem anashika wanaume na Kenya, amebeba hapa katikati. Kenya inaitwaje? Sijui niseme jina yake, huyo anashika watu hiyo kitu nazaita lakini, kwa Kijaluo bro, tuache kudanganyisha. Udem anashika watu na nini na eh, hii kumayake. hiyo Sema nyonginyo ni nini? Nyonginyo si hiyo kitu nasema. Sema kasusu, eh, kasusu. Hiyo kasusu yake ndio anapata nayo, kinapita hata sitep yake korada. Sasa mimi haizi naika kwa chupa, all her ways nazijua. Sasa kutoka nje ya Kenya unaweza enda wapi? tunawezaenda wapi? na plani kufika Canada. Sasa hata ataenda hu kijana, ako na bidii, kolo music ako na bidii, nizo nyele ameshuka, ameshukishwa na pesa yako. Sasa ni kwa raha zako jamani, pesa zako na hata hizi vitu. Hizi vitu nimeshuka siku gani hizi, tungekuwa na demu ingine anaitwa ketwa boxa Alafu ule mwenye alivua boxer ileko alipatia boy mwingine boxer ileko, huyo demo namjua ule bro mimi hata sina time ule hata siwezi takatinaniaisha nae bro. Mm. Sasa, Kendi. Mm, Mepanga ni swali tu umepanga watu nini? nataka twende hivi city, watu wamelalamika sana wasema Kendi wanataka kuwa vijana wengine <laughs> Kendi, <laughs> Kendi sema ukweli

halafu kuna kuna watu mimi najuanga wenye wako na hii kitu ni lesbian naona. Lakini afadhali, anasemanga saa zingine anasema ukweli. Lakini Kende, si unafanya juu ya pesa? Si juu ya pesa, juu ya economy economy ya Kenya, mm. Na sisi tunajua unapenda kufanya unafanya una juu ya pesa mm. Yeah. Sasa nataka tusaidie Pita, tuko kwa ngori kama tutakusaidia Pita, this guy should leave to Canada sio? mm. Ni Canada unaenda unaniuliza kama nani? Unauliza kama tako yako mm. Aje bwana Aun mbali mbali, inshallah aina shida. Pesa ni maua, ndaeka bidii ni ongeza zingine, nimechukua hizi zote unajua. Si unaongea ni diji, tunaongojea. Lakini ni sawa, ni sawa, sauti yako imeanza kurudi juu tena naona. Sasa tunakumulika, macho zote ziko kwako, Kendi, mganga wako tulimwaka chini. Sasa hii nguvu sijui utatoa wapi, nguvu sijui utatoa wapi. Aina shida, si hapo kushtua mambo anafanya sasa, ako <systeme> shekisheki. Kuna kitu anaficha ana shekisheki yeah? kuna kitu unaficha Kendi, ni kweli, nimesoma body language yako, naona kuna kitu unaficha. Abado wewe Step by step tutachukua kila kitu. hmm. hmm, hmm? hmm. Oh, no, si bado sipimwa. Oh, mtu atu, we

ile siku tulienda tulipata ni positive ama ni negative? I'm kind of confused, so siwezi kumbuka. Sawa. Oh, so, thank you. Wamejisikilia. Negative. Wewe bado sawa? Yeah, kwa sawa. Na wewe wewe ulipima uli. na yama ni peke yake? Hadi mimi nilipima. Wewe ni wewe ni Rehema? Zawadi. Negative. Zawadi.

Aje, niko na kitu za kupima. Siulete John, kuibia wanaume kindugu. Kiburi imeanza kurudi tena, kiburi imeanza kurudi tena. Diti yako mbali, mimi si mtu mbaya. Sikia venye bado wanadanganya, tumezoea, tumezoea pesa yangu na kujia mdogo mdogo, ndakupata

hapo inasumbua kuteksi na teksi sijivo, naambia niko hata ujali kwa gold digger. kuna, kuna, Does it bother you? bora mi nipate pesa yangu, do you You see, the way umenawa mkono na mimi, the way pia mimi menawa mkono na mimi. So your money, there's nothing like your money. Kendi, you're pathetic. You're just pathetic, Kendi. Kendi, you're pathetic. I'm pathetic, wow. Kendi, you're pathetic. Kendi, you're pathetic. Bro, utachunga vizuri hajani kuambie kama ulimwaga ndani utambua kwa na mimi tutapima DNA. Huyo si muamini. Chenye roho kwa mdomo yake hata tutapima DNA. Hata kuja na mimba tutapima. Corona, nikuulize, umesema ni safi. Mm. Kako ka safi. Nasema kumbe kako ka safi, kako HIV. Na hivyo sasa. Si siezi bro like isi ligi yangu na YouTube. Daktari Ali, watu wangu, kitu kingine, uh, nyimbo ilikuwa imepigwa strike lakini DT alirudisha. So mwenda mwangalie, ile nyimbo inaitwa Kanyaga polepole, na imeenda iko 9, 000, 9, 000,

Kendi, na Rehema. Kendi, na Rehema. Kendi, na Rehema, Kendi, Kendi, tuwapige mara moja wote. Kuna kuna mambo mambo pita pita hataki kuniambia, amesema zaidi. Sasa kuna mambo pita hataki kuniambia, sasa hivi mambo pita hataki kuniambia, na Kendi amesema nataka kuzungumza zaidi hapa, na naona amekudanganya

I know your script. So far, so far, good. I like we are about to start a new chapter. Not yeah. with me, though. Open it. Ah, Ah, so so you you know my script. Yeah. Yeah, we are are about to open a new chapter. Hope you are ahead of it. it. Ah, mm. ah. It I can recall last time kinita. was very uh -huh. fun. Kendi, mimi ni <laughs> Watu wangu acha niwapeleke ni rumu yao, waende kuongea, waongee, wazungumze, waelewane, nitawarekodia ni, ni, ni hiyo iko na CCTV, so nitaweka, ni waongee vizuri. Nafanya hivi, nawapenda sana. Kuna kitabu ambayo inaitwa Taking Up Space ambayo imeandikwa na Mwenda Turanira, ambaye ni kijana yetu mkenya tu, lakini amekaa US e ambaye ni CEO wa My Town Karen. Kama unajua My Town Karen, eh, mwenye hiyo ndiye ameandika hiyo kitabu inaitwa Taking Up Space. Kama unataka kununua hiyo kitabu, eh, iko nimeweka advert hapa mbele ndio hiyo naweka. Alafu kama unanuka makwapa ama kama haunuki na unataka kunuka ama, sasa zingine unaweza sweat na sweat makwapa, kuna hii magic ina ambayo inaitwa magic Africa eh, magic. Africa magic unaweka tu kwa magic leo, unagusa tivi kidogo tu mara moja, unaweza tumia muda mrefu, inatoa harufu, inafungua mashimo hizo yeah. Eh? Yeah. ma ma machimo, sasa utanuka, itakuwa fresh kabisa, unanunua 999

Unataka kwenda kuweka business yako hapo hapo, unaweza piga hii namba iko hapo chini, pigie Charity, ataongea na wewe ukipiga simu. Ukipiga hii namba 0717 ya Charity, mwambie umetumwa kutoka YouTube na John Cena, Johnson Otundo, mheshimiwa Johnson Otundo, ama on Otundo, au sio honorable na mambo kama hayo. Na kawaida yetu ni kama kawaida na wajibu kutoka Agent Award 2027 jana yenu wa maendeleo, Gen Z. Saizi hizi hataki wazee wazee warudi nyumbani. Johnson Otundo 2027 kijana wa maendeleo. Sitakula pesa yenu. Na sijakuja kuiba pesa yenu. Nimekuja kufanya maendeleo. Nimekuja kufanya kazi au sio? Hazijibu. Hawezi. Hawezi. Sasa twende mzungumze kidogo, mzungumze hapo kwa hiyo mwingine. <tumia> Ama niwaje hapo mzungumze hapo. So, like mm, no ah, <tipa> ah, mambo vipi? Ni John Cena Silva na kawaida yetu, ni kama kawaida. Hapa mahali nimesimama ni shamba ni 50 by 100 plot. Ukiangalia okay, kando yangu kuna nyumba ukiangalia kando yangu, hizo ni rentals. Kuna gorofa iko next, kuna hapa ni jirani bado, nyuma yangu hapo next hiyo nyumba hapo nyuma yako director, nyumba inajengwa huko hapo. So ni shamba ambayo iko sehemu poa sana, KCA University mahali inajengwa main campus KCA University eh, Kitengela saidi ya KCA nini, Kajiado County eh, hii ni shamba ambayo inauzwa saizi. Bei ambayo inauzwa eh, ni 500,000 current price saizi. Wengine wanauza ngapi? 600 750 hapa ni mia tano. Eh kama uko na cash atakupunguzia lakini mwenye hapa kwa hii nyenye nimesimama anataka cash. Lakini kuna zingine bado nimeambiwa ukiangalia hapa kando ni watu wamenunua wanangoja kujenga wanangoja university maliziwe waweke kitu inaitwa hostels. Hostels ni mahali ambapo wanafunzi wanakuja kuishi eh kwa kuingia shule masomo. Na so kama unahitaji mashamba ziko mingi sana. Ukiangalia kule juu bado hizi zote mashamba ziko ziko za kulipia mdogo mdogo. eh, kwetu homes watakuzia shamba ya kulipa mdogo mdogo lakini kwa hii ambayo tumesimama mwenyewe anahitaji cash. Details ambazo ziko ni title deed na inasoma kwa mwenye hii shamba. Ukinunua mnafanya transfer mara moja. Kawaida yetu ni kama kawaida au sio? Nunua shamba ishi kwako. Mombasa Road ndio ile. Mombasa Road Konza City ndio hapo chini. Ukihitaji more details, nipigie simu 0704 315 459 0704 315459 kawaida yetu ni kama kawaida. Eh. Noma ya hivyo tu. Ameangukia kifaa. Eh, pia anajua ananipenda, anapenda sana.